Mheshimiwa Spika, kwanza ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniteua kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana, lakini pia kwa namna ya kipekee kwa kuunda wizara mpya inayoshughulikia maendeleo ya vijana, ikiwa ni dhamira yake ya kuweka vijana katikati ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Latifa Hamisa Juakali mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kipa, kipaumbele kikuu cha Wizara ya Maendeleo ya Vijana kwa vijana wa Tanzania ni kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa lengo la kuboresha ustawi wao na kuchangia kwa tija katika maendeleo endelevu ya taifa. Na katika kutekeleza kipaumbele hicho, Wizara inajielekeza katika maeneo makuu yafuatayo. Kwanza, Wizara inaendelea kuimarisha uwezeshaji wa vijana kiuchumi kwa kuweka mazingira rafiki ya upatikanaji wa mitaji mafunzo ujasiri ya ujasiriamali, ukuzaji wa biashara na ajira. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, Wizara inaweka mkazo katika uendelezaji wa ujuzi kwa vijana ili kuandaa kukabiliana na mahitaji ya soko la ajira na kujiajiri. Lakini pia, Wizara inaendelea kuimarisha ushiriki wa vijana katika maamuzi na masuala ya utawala bora kwa kuanzisha na kusimamia majukwaa rasmi ya ushiriki wa vijana. Mheshimiwa Spika, mwisho, Wizara inatekeleza afua za ustawi malezi na ulinzi wa vijana ikijumuisha masuala ya afya akili, maadili, uzalendo, amani na mshikamano wa kitaifa kwa kushirikiana na wizara taasisi, pamoja na wadau mbalimbali. <coughs> Mheshimiwa <coughs> Latifa: Asante mheshimiwa Spika, na kushukuru sana mheshimiwa Waziri kwa majibu yako mazuri ambayo yanalenga kutia moyo vijana. Nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza, mheshimiwa Spika. Swali langu la kwanza Uh, Mheshimiwa Waziri, ni kiasi gani cha fedha kimetengwa kupitia mfuko huu wa maendeleo wa vijana taifa katika mwaka huu wa fedha? Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa uh, Spika, ili kuwasaidia na kuweka afueni kwa vijana, wizara hamwoni haja sasa ya kuyaholdi haya mashirika na maeneo mbalimbali ambao wanataka kuwasaidia vijana ili muanzishe sakos maalumu kwa vijana wa nchi hii ili kupunguza zile afueni kwa ajili ya vijana ikiwemo riba? Waziri: Asante sana Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Latifa, mbunge wa viti maalum. Serikali kwa miaka yote kupitia idara ya vijana iliyokuwa chini ya ofisi ya waziri mkuu imekuwa ikitenga bajeti kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana, lakini Mheshimiwa Spika atakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais alielezea dhamira yake ya kuona namna anavyoongeza mitaji kwa ajili ya vijana katika kuwawezesha kiuchumi. Ningependa kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kwamba dhamira hiyo ipo na serikali muda mfupi ujao itatoa mpangilio namna ambavyo vijana wa Tanzania watanufaika na mitaji ambayo itatolewa na serikali. Lakini pili, wizara yetu itaendelea kuratibu na kushirikiana na mashirika na wadau mbalimbali ambao wanajishughulisha na shughuli za vijana, nia na dhamira ikiwa ni kukusanya nguvu za pamoja kuwezesha vijana katika nchi yetu, sasa, na sera maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 ambayo imeboreshwa mwaka 2024. Mheshimiwa Janet Mahanga. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Je, ni kwa namna gani serikali imejipanga kuhakikisha vijana wa mijini na vijijini wanashiriki kikamilifu katika dira taifa ya taifa ya maendeleo ya 2050? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika, ningependa kujibu swali la mheshimiwa Janet Mwanga. Serikali kupitia sera ya maendeleo ya vijana imeiweka mkakati maalum wa utekelezaji wa ushiriki wa vijana wa mijini na vijijini, lakini pia rika zote, lakini pia wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali. Serikali itaendelea kutekeleza afua hizo na kuhakikisha kila kijana wa Tanzania anakuwa sehemu ya mambo muhimu yanayofanywa katika taifa letu.